Naitwa Asadi Sadiki, ni katibu wa tawi la Simba Igoma. Tumekuja hapa nikiwa na viongozi wenzangu wa tawi la Simba Igoma kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa ajili ya kuweza kupata, kupata sapoti kutoka kwa mkuu wa mkoa kwa sababu sisi tuna tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kwenda Dar es Salaam kwenye mechi ya, ya Simba na Al Masry, naangalia bajeti yetu haiko sawa kwa, tukasema mlezi wetu Mheshimiwa mkuu wa mkoa basi, tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kupata sapoti. Kwanza mimi ninawapongezeni, naendelea kuwapongezeni tawi la Simba Igoma, mmekuwa mara kwa mara mnanishirikisha katika shughuli zenu. Wakati ule mlienda kucheza Dar es Salaam, mlienda kucheza mechi gani? Alhaj Tripoli, na mliliomba mm. mm. mchango mm. niliwachangia shilingi ngapi? Milioni mm. moja na laki tano mm. lakini na watu wa Yanga pia niliwapa milioni moja na laki tano. Sasa bahati mbaya, Yanga wameshatolewa, safari yao imeishia hapo. <laughs> Sasa nyinyi mnaendelea na mashindano ya kimataifa na sisi kazi yetu ya serikalini hapa, na hasa ukiwa mwanamichezo eh, unatakiwa uendelee kutoa sapoti eh, kwa wanamichezo katika mkoa wako, na bila kuangalia wewe ni mpenzi wa hiyo timu au sio mpenzi wa hiyo timu, kwa sababu kazi yangu hapa mimi ni kuhudumia watu wote. Mimi ni mtu wa pamba jiji, lakini nyinyi pia tulikubaliana Simba ikicheza na Pamba Jiji nyinyi shabikieni Simba, lakini Pamba Jiji ikicheza na timu yoyote nyinyi mnageuka kwa washabiki wa Pamba Jiji. Hivyo ndio michezo inavyotakiwa kwenda na ndivyo mlivyo. Kwa hiyo endeleeni kutoa sapoti kwa Pamba Jiji, lakini pia msikate tamaa, kwa sababu nimeona mechi yenu mecheza kule Misri eh, lakini safari bado haijaisha kwa hiyo endeleeni kuisapoti timu yenu. Kwa hiyo mimi nasema nitaendeleeni kuwasapoti na nyie, tawi la Simba Igoma. Eh, ni watu ambao ninawapenda kwa sababu ya nidhamu, na na nyinyi ninawapeni usia katika maisha, ukitaka ufaidi lazima uendelee kuwa na nidhamu. Eh, alafu kuna lugha inasema mkubwa hanuniwi. <laughs> mkubwa <laughs> hanuniwi <laughs> E, alafu uongo wa mkubwa sio ukweli wa mdogo e? Uongo wa mkubwa sio ukweli wa mdogo. Ukitaka kufaidi, ukitaka kupewa e, heshima, ukitaka kupata support ni kuonyesha ushirikiano yani. sasa kwa kuwa timu yenu inashiriki kimataifa, sisi pia tunawajibika kuwa support eh, e? watu wa Mwanza. Kwa hiyo mimi mkuu wa mkoa nitawachangieni tena shilingi milioni moja kwa ajili kwa ajili ya safari yenu ya Dar es Salaam, lakini nitawachangieni pia na mafuta lita mia moja kwa ajili ya gari yetu. Kwa hiyo nyinyi mtajua katika hiyo hela, nyingine mnakula njiani kidogo na nyingine mnaongeza kidogo mafuta.